Nini hutokea baada ya Papa kufariki? Je, umewahi kujiuliza ni nini hasa hutokea mara tu Papa wa Kanisa Katoliki anapofariki dunia? Je, kuna taratibu maalum, siri za kifalme, au mambo ya kiimani tu? Leo tunakufunulia kila kitu, hatua kwa hatua, kutoka kifo hadi kuchaguliwa kwa Papa mpya. Kwa mara ya kwanza, kifo cha Papa kinapothibitishwa mara tu anapotangazwa kuwa amefariki, hatua ya kwanza ni kuthibitishwa rasmi na daktari wa Vatican. Kifo hiki hakitangazwi kwa umma moja kwa moja. Kwanza, kardinali mkuu huarifiwa, na kuanzia hapo kanisa lote linaingia kwenye kipindi maalum kiitwacho sede vacante, yaani kiti cha papa kiko wazi. Hatua ya pili: pete ya papa hualibiwa katika ishara ya heshima na mamlaka ya papa pete yake rasmi inayoitwa Fisherman's Ring huharibiwa kwa nyundo mbele ya makardinali. Hii hufanyika ili kuonyesha kwamba hakuna mtu anayeweza kutumia mamlaka ya papa aliyekufa. Hatua ya tatu, mazishi ya papa. Papa huzikwa kwa heshima kubwa ndani ya siku nne hadi sita baada ya kifo. Mwili wake huonyeshwa hadharani kwa waumini kuaga, kisha hufunikwa kwa majeneza matatu mstari wa jeneza, moja la mbao, lingine la shaba namna la tatu la dhahabu au mti mwingine bora, yote ikiwa ni ishara ya utukufu na ulinzi. Hatua ya nne: uchaguzi wa papa mpya conclave. Makardinali kutoka dunia nzima hukusanyika kwenye Sistine Chapel. Ndani ya chumba hiki hufunga kila kitu na hakuna mtu anayeruhusiwa kuwasiliana na dunia ya nje. Kila siku makardinali hupiga kura na matokeo yake hutangazwa kwa moshi Moshi mweusi, bado hawajampata papa mpya. Moshi mweupe, papa mpya amepatikana. Hatua ya tano, Habemus Papam, stariwa tangazo la papa mpya. Hatimaye kardinali mkuu hutoka kwenye balkoni maarufu ya kanisa la Mtakatifu Petro na kutangaza kwa dunia, Habemus Papam, yaani tuna papa. Jina la papa mpya hutajwa, kisha papa huyo mpya hutokea na kubariki umati. Sasa umejua Haya ndiyo mambo ya ajabu ya kipekee na ya kifalme yanayofanyika mara tu papa anapofariki dunia. Je, ulikuwa unayajua? Tuambie kwenye comment. Usisahau kusubscribe kwa video nyingine kama hii.